Bwana moja kati ya vitu ambavyo vimehappen huko London, Uingereza, UK. Eh, bwana ni hii issue ya Diamond Platnumz kwenda kuperform na moja kati ya ma DJ maarufu kabisa kutoka London. Huyu bwana ni online DJ ambaye anafamika kwa jina la DJ AG Online ambaye yeye huaga ni content creator, lakini pia huaga content zake na washirikisha celebrities kutoka nyanja tofauti tofauti, kutoka maeneo tofauti tofauti duniani. Eh, bwana huyu bwana anafahamika kwa jina hilo la DJ AG, ambapo hivi karibuni, mara tu baada ya Diamond kutoka London kwenda Marekani kwenda kufanya show katika Hot Jam Festival huko New Jersey Marekani, ni kwamba Diamond Platnumz bwana amerudi Bongo eh, sorry, eh, sorry hajarudi Bongo, amerudi tena London kwa mara nyingine, maana tunafahamu kwamba alianza tour yake London, akafanya show sehemu tatu, alifanya show Royal Albert pale London, akafanya show Manchester and then akafanya show Scotland. Baada ya hapo akaenda kufanya show Yeah, kule New Jersey Marekani. Sasa baada ya kutoka kule amerudi London kwa ajili ya kwenda tu kuhu, kushiriki hii session ya huyu DJ ambaye anafahamika kwa hilo jina la, kwa jina la DJ OAG, DJ AG online. So huyu DJ bwana ameshawahi kufanya kazi na marapa pamoja na macelebrity tofauti tofauti kama vile kutoka huko London amefanya kazi na Central C, amefanya kazi na Ed Sheeran, amefanya kazi na Will Smith, Will Smith ambaye tunamfahamu ni moja kati ya biggest Hollywood stars, amefanya kazi na Ciara, girlfriend wa Future, amefanya kazi na Rita Ora, amefanya kazi na Idris Elba. Pia vile vile huyu ni mwigizaji maarufu sana eh, ambaye ni kijana kutoka London, lakini anafanya kazi sasa hivi Marekani kule Hollywood, lakini pia amefanya kazi na maserebrity wengine kibao. Sasa hapa habari kamili ni kwamba, baada ya kumaliza ziara yake nchini Uingereza, Simba Diamond Platinumz amerudi tena jijini London eh, mnamo tarehe 23 katika show kubwa ya DJ AG online itakayofanyika maeneo ya King Cross huko London, Uingereza, Diamond anaungana na mastaa wengine wakubwa duniani waliowahi kufanya session katika onyesho hili la kimataifa na DJ AG online kama vile Doja Cat, Ed Sheeran, Will Smith, Ciara, Rita Ora, Burna Boy, Wizkid, Major Lazer, Mr. Flavor na wengine kibao. Hii inaonyesha uhitaji umekuwa ni mkubwa zaidi, yani high demand kwa Diamond Platinumz kuendelea kufanya ziara nchini Uingereza baada ya kuacha historia katika ukumbi wa Royal Albert na tamasha ambalo inalifanya hivi karibuni la Hot 97 Summer Jam huko nchini Marekani. Hivyo basi hii ni hatua nyingine kubwa ya Diamond Platinumz, kwani kushiriki katika onesho hili kunamuweka rasmi kwenye ligi ya mastaa wakubwa kubwa duniani na kuthibitisha kuwa mziki wa Afrika Mashariki una nafasi kubwa sana kwenye jukwaa la kimataifa. Umeona bwana eh? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa Diamond amefanya vitu vingi sana ambavyo tumesha cover katika video iliyopita, lakini hapa tunataka tuzungumzie tukio moja specifically. E bwana, hili ni tukio moja specific kabisa ambapo Diamond alipewa nafasi baada ya kuperform bwana, akaulizwa kwamba je, ni msanii gani unataka afuate baada yako kufanya session na DJ AG. Umeona, eh? so huyu DJ mwenyewe personally, baada tu ya kumaliza show na Diamond pale mtaani akaamua kumuuliza hivyo kwamba je, ni msanii gani ambaye ulikuwa unataka afuate baada ya wewe. Wadau wakaanza kusema, maana pale kulikuwa wamezungukwa na watu wengi sana pale hmm? Kwa hiyo wadau, bwana wakaanza kusema kwamba Davido, Davido, Davido, Davido, lakini alichojibu Diamond kimewacha watu wengi sana mdomo wazi. So, at the end of the day baada ya watu kushauti Davido, Davido, Davido, Diamond akaja akamtaja Zuchu ambaye ni msanii wake kutoka WCB, mtanzania mwenzie, na pia ni bebe wake. Umeona bwana? So hicho ni kitu ambacho kiukweli kimewafurahisha watu wengi sana, kimewakosha watu wengi mno, baada ya kuona kwamba Diamond japokuwa watu walikuwa wanampressurize kwamba amtaje Davido, kwamba afuate katika hiyo session, lakini yeye ndo kwanza alimtaja bebe wake. Hmm? Kweli Diamond anapambania mziki wetu uende, kama amtaje mtanzania mwenzie ambaye ni Zuchu, ukiachana tu na kwamba ni mpenzi wake

Uh, watu wengi sana bwana walikuwa wanasema Davido, Davido, Davido, Davido, yani kwamba Diamond amemtaja Davido lakini Diamond amemtaja Zuchu. Kwa hiyo hapa page mbalimbali zimekuja kuripoti wa wa pia kuhusiana na hilo. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba star wa muziki Diamond Platnumz amemtaja Zuchu kama msanii ambaye anatamani kumuona akifanya live session na DJ AG huko London, Uingereza. Lakini pia page nyingine hii hapa ameandika kwamba msanii wa Bongo Flava Diamond Platnumz amemtaja Zuchu kama msanii ambaye anatamani kumuona akifanya eh, akiwa anafanya live session na DJ AG huko Uingereza, licha ya mashabiki kupendekeza jina la Davido. Umeona bwana eh? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ngoja nikusome pia comment ambazo zimejitokeza hapa. Kuna watu wamekuja hapa, ameandika kwa bwana, Diamond tunakukubali sana eh bwana, tunakupenda kupenda mwenetu eh. kuna mtu mwingine hapa hapa amekuja ameandika kwamba eh, kuna mdau hapa bwana amekuja ameandika kwamba even the fans call Zuchu listen the voice of a lady. Kwa mtu mwingine amesema kwamba e bwana, kama humjui tena eh, basi tulieni. Kwa mtu anasema kwamba bwana, cha ajabu nini sasa eh? Huyo ni mpenzi wake, lazima amtaje. Kwa mtu mwingine ambaye anaandika kwamba e bwana, hata hizo ni chaka tu chaka eh, kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine anasema kwamba kwa ile Diamond ni mfanyabiashara jamani, Zuchu akarukeruke ela isitoke ile ila amegundua kabisa kwamba Davido ni wanagawana hela nyingi sana na kwa, wanagawana hela nyingi sana kwa show anafanya kidogo, ila Zuchu cause ni mfanyakazi wake, itamsaidia sana kumkuza na hela haipotei. Diamond ame, amefanya business move, kuna mtu ameandika hivyo. So kutokana na hicho ambacho Diamond amekifanya, bwana mwanadada Zuchu, hiki bwana kilichofanyika na Diamond kimemkosha kimemfurahisha amependa, eh? Zuchu ameweka amejibu hiki ambacho Diamond amekifanya, na Diamond naye pia amekuja kumjibu Zuchu kwa hilo alilolionyesha. Kwa hiyo appreciation ambayo ameionyesha Zuchu, ameenda ku comment ameandika, ameweka mikono juu, akamtag Diamond Platinumz alafu akaandika kwamba thank you so much baby, alafu akaweka emoji pale za makopakopa takriban saba then Diamond naye pia akaenda kureplay comment ya Zuchu akaandika pale kwamba amemtagi Zuchu kisha akaweka pale maneno kwamba Daddy loves you, mambo hayo. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa hapa. Kuna page imekuja kuripoti kuhusiana na hiyo conversation, wameandika kwamba Zuchu amemshukuru mume wake kwa kumtaja siku ya jana na kuelezea uwezo wake na kuomba angependa kumuona kwenye show hiyo mke wake Zuchu akiperform na DJ AG huko London, Uingereza. Naona, bwana mambo, bwana, ukimfanyia mtu kitu, kama ana appreciate, ni jambo ambalo linakufanya hata next time tena unaweza ukalifanya tena, kutokana na kwamba umeona kwamba unachomfanyia mtu anakithamini. Kwa hiyo Diamond kumtaja Zuchu, Zuchu amethamini kile ambacho Diamond amekifanya, ameshow appreciation. So hii pia itakuwa inampa nguvu Diamond ya kuzidi kumsupport na kumpushi, Zuchu azidi kwenda kimataifa zaidi na zaidi. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Eh, bwana, ukiwa kama mdau